Nilipata nafasi ya kuwa diwani wa kata ya Gangilonga kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025, lakini leo nimekwenda kuchukua tena fomu kwa mara nyingine ili kuweza kutetea nafasi yangu ndani ya Chama Cha Mapinduzi ili kiweze kunipa ridhaa ya kugombea tena nafasi ya udiwani ndani ya kata ya Gangilonga. Kwa hivyo nimeomba tena ridhaa kwa wananchi, cha kwanza mambo ambayo nimeyafanya ndani ya kata ya Gangilonga ni mambo ambayo hajawahi kufanyika na diwani yoyote toka miaka toka kata ile me-imeanza. Kuna mambo makubwa sana ya miundombinu, barabara za lami ambazo zimefanyika zimejengwa kwa kiwango kikubwa cha lami, lakini vile vile kuna maendelezo mazuri ya shule zetu. Tumeanzisha shule nyingine mpya kabisa ya English medium, ambayo hayo ilikuwa ni utekelezaji wa ilani ndani ya levo ya kata nlevo ya, ya kata tumekwenda kutekeleza kuibadilisha shule moja ya msingi ya Gangilonga kwa shule ya English medium. Tumeiongezea mapato makubwa sana halmashauri, lakini vile vile tumewawezesha wale wananchi wa maisha ya kati wa, ambao wanatamani watoto so, zao wasome hizi shule za English medium kuweza kuwapeleka watoto pale kwa gharama ya bei nafuu kabisa ambapo ada ya serikali. Lakini sambamba na hiyo tumeboresha miundombinu, ukipita huko utaona hata viwanja vyenyewe vimeboreshwa hata mashindano haya UMISETA, ya UMISETA na UMITASHUMTA yamefanyika yote ndani ya ya kata ya Gangilonga kutokana na uwepo wa viwanja vizuri vya michezo ambavyo vimetengenezwa vizuri kwa ajili ya kuruhusu watoto